Mgombea urais wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Dkt. Samia Suluhu ametoa ahadi muhimu kuhusu ujenzi wa miundombinu ya uchumi kwenye kampeni zake huko Kibaha mkoani Pwani. Ametangaza kuwa serikali inayofuata itaenda kujenga bandari ya Bagamoyo katika eneo la Mbegani. Bandari hii itakuwa kubwa na ya kisasa ikilenga kuimarisha sekta ya usafirishaji na biashara nchini. Madhumuni makuu ya bandari hiyo mpya kulingana na Dr. Samia ni kuifanya kuwa kituo kikuu cha biashara kwa Afrika Mashariki na Kati. Alieleza kuwa bandari hiyo itajengwa kwa uwezo wa kupokea meli kubwa zaidi ya uwezo wa sasa wa bandari ya Dar es Salaam. Ahadi hii inaonyesha dhamira ya kuongeza uwezo wa nchi kiuchumi na kuifanya Tanzania kuwa lango kuu la biashara. Kwa maoni yetu hapa Swahili Time, mradi huu utakuwa na matokeo chanya makubwa kwa uchumi wa taifa na utafungua fursa mpya za ajira na biashara. Endelea kutufuatilia kwa mengi zaidi hii Swahili Time, Dunia Darubini.